Kwa majina yangu naitwa Elia Eriuji Mwile, ni mkazi wa Kihonda Magorofani. Niko hapa, niko location, niko na wadau wasanii, ninao wasanii wengi sana, tukiwa tunafanya hapa. Nimesimama kama kameramani, lakini na director anaitwa Erik kutoka pale Manyuki, mtaa fulani wako Bwanajera. E, tukiwa hapa tunazungumza ni kitu kimoja ambacho kama unavyoweza kuona hapo kwamba tukiwa tuko location, na hapa ni maeneo u fulani ambapo tulikuwa tumefanya kazi eh nikiwa na wasanii wangu kama ifuatavyo. Dada njo, anaitwa nani na wapi? Sophia Saleh, kwa jina unatokea wapi yani? Sadani? unatokea Sadani eh? kama msanii unazungumzaje kuhusu hii filamu? Kwa hiyo atakaye kosa hii kuifuatilia

Eh, nikiwa na Ashura kama unavyoweza kuona mtazamaji, niko na binti moja naitwa Ashura yeah. Lakini sio hivyo tu nina mapiskali sawa. Mbali ya Ashura nina wasanii wengi kabisa kwamba kama mwingine, kuna brother hapa yupo yeah. Anaweza kujitambulisha kwa majina, anaitwa nanidisam. Wewe ni kama nani katika movie uliokuwa umeigizwa? Sawa sawa, kwa hiyo ulikuwa na mshauri rafiki yako wewe, ni sio? Sawa sawa, pia tukiwa tupo, sio huyo tu, pia ninaye brother Big brahaibo yuko hapa, naye pia anaweza akajitambulisha majina yake hivyo. Unaitwa nani na unatokea wapi na naw umecheza kama nani katika ihali ya buri Kibonza, unapatikana wapi? Uh, Mimi napatikana mafisa pale mchawa. Mfungua kinywa, unaizungumzaje hii picha ambayo inayekwenda kukaribia kuanza? Kwa yule atakayekosa hii ngoma sio kukosa, maana ni ngoma kali vibaya. Kwa hiyo wewe katika hii ngoma umecheza wewe kama nani katika hii movie? Mimi nimecheza kama ni fukara. Okay, ulicheza kama ni fukara, sawa sawa. Sasa watu wanaekutizama pale, wanataka wakuone sura yako ukiwa umetokelezea, eh? unaweza ukawaambiaje yani Da, mimi wa kuambia mm, supporter kwao kwa sisi underground, kwa supporter kwao kwa supporter yao ndo inatuinua sisi underground. Sawa sawa pia haina shida, pia tuko na dada mwingine hapa yuko alikuwa amekuja kama dada. Samani, tunaweza tukakuuliza kidogo majina, maana tuko wasanii wengi tuko location mzee. Kwahiyo hivo dada unaitwa nani? Selina. Selina Aloni, unamwonaje? Kwanza ndugu yangu usisahau ufuatilia picha inayokwenda kuanza soon hivyo. Ehe, Selina Haruni, unaizungumziaje kuhusu movie? Na wewe uko hapa kama nani? Mimi kama mwigizaji pia. Yani naizungumzia ni movie fresh, nimetulia. Unaomba watazamaji ndugu zetu, hebu tuangalie hii film, tunyanyweni vipaji vyetu. Sawa sawa, dada akazungumza maneno mazito matamu. Kama unaweza kuona mtazamaji, kwamba dada amezungumza kutoka kwenye feni moyo wake, kwamba ni kitu gani anapenda na ni msanii pia. Usione hivi, sio anasoma kamaliza, msishangae wale nagwa chuchukonzi hapo. Dada dada, asante sana, tunashukuru pia. Tuna dada yetu mwingine tena bonge ambaye mama tu akiduku mama tu akiduku tuna kuomba kwenye stage na pia watu wanataka wakati a bwana ba wanataka kugundua wasanii tuko wangapi, hivyo karibu sana mke watua kiduku ama mama eh. Tunazungumza na dada bombe hapa pia iko hivyo dada, samani kwa majina. Mimi naitwa Elia idi mdo mkazi wa Kiwanda. Unaitwa nani? Ashula sikiri Kizundu. Wewe umecheza katika movie kama nani? Nimecheza katika movie tuma jina langu kama Sula. nimeheaawaananusiuatakuan wewe mwanaume atakuja kutembea na mimi, atatembea na rafiki yangu, lakini nitakachokia mwameme nitamwona mwachio rafiki yangu, nitachana na mwanaume. Sawa, sawa katika movie wewe umecheza iko hivyo sawa. Tunashukuru dada, na pia tunataka tuwacha, tuwaombe watazamaji msisahau ku share ku like, na pia bila kusahau kusubscribe hapo chini. Kwa maandishi na yanayopita namba zangu ndio hizo unazoziona zinapita hapo chini, msikose. Mama chwa kiduku tuko naye katika mjengo. I say kwako kitu imetuliaje ime Tuko pia na director moja anaitwa Eliki kutoka pale. Yaani yeye ni ngumu sana. Ni kutoka kibao cha shule mitaa kwa bwana. Niko na bra hapa mazingira tu yeah katika hii movie bra. Unaizungumzaje hii movie kama wewe ulikuwa unaiongoza? Ah eh bwana, I've nothing to uh, sina sin, la kuongea kwa sababu yes, si kazi nyepesi kama tunavyofikiria. Ni kazi nzito kujumla wake yeah, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna moja nyingine, na imani itakuwa kazi nzuri sana kwa sababu cast hii umejipanga, wanajua wanachokifanya. Na imani tutafika, na tunapofurahia. Sawa sawa, hivi nazungumza director, kwenye kazi kama hii ambayo uliokuwa umeweza amba kuiongoza mpaka sasa hivi, inaweza ikatumia muda gani ama imetumia muda gani na gharama pia? Watazamaji pia wanataka kuanzisha kazi yao, wako nyumbani wanakutizama sasa hivi, unaweza ukawaambia nini kuhusu bajeti na mikakati kwa wale wanataka kuanza hivi? Ah uh, siwezi so kuongeza sifuri, siwezi so kuongeza sifuri kwa so sababu nasema nizungumzie bajeti hapa, tutaongeza sifuri, ila ni pesa nyingi sana, watu wanaongeza pesa nyingi sana, kwa muda, kwa pesa Sawa sawa, jamani, ndio kama unavyoona, nilikuwa namalizia kuongea na, na director hapa kwamba Eric, yeye niko naye, yeye ni director, mimi ni cameraman pia. Yeye yuko mgongoni kwangu kwa ajili ya kuongoza, kuniongoza pia. Tunashukuru sana, ila kuna brother moja bila ya kumsahau, ni rafiki yangu sana anaitwa Mshua, huyo hapo oh, naye pia anataka, ana mawili matatu watazamaji mnaweza kumwona, eh kwa majina unaitwa nani brother wewe? Katika hii movie umezungumza kama jina gani ambao uliolitumia? Okay, wewe umecheza pande zako, yani umecheza kitu gani? Ni kati zako ulizocheza ni zipi zipi? Watazamaji wanayokwenda kuingia sasa, wanatarajia kutegemea kuona jina linotumia hilo. Ni lakini, nimemaanisha ni mvulana ambaye ana tabia za ajabu, yani anapenda sana wanawake, yani nimemvua yule mtu ambaye anapenda sana wasichana. Kwa maana nimecheza ni mvulana mwenye tabia mbaya, namsaidia mwanamke, lakini mwisho siku natamani yule mwanamke niwe naye kimahusiano. Sawa. Kwa hiyo ulikuwa umecheza kama mtu ambaye ana tamaa fulani hivi katika mazingira wase. Bila kusahau vitu vyote, bradha, tutakuwa tumemalizana sana. Bila kusahau katika mazingira yote, naomba tumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha hii kazi. Asante sana.